Maonyesho ya Agritech mwaka 2024 yalifanyika Mwea, kaunti ya Kirinyaga tarehe 11 hadi 12 Oktoba. Washikadau wa kilimo wamefanikiwa kuandaa maonyesho mawili ya mwaka 2022 na mwaka 2023, maonyesho yote yakipokea ushirikiano mkubwa kutoka kwa wadau katika sekta hii. Mwea ni eneo zuri kwa tukio linalolenga utoaji maarifa, teknolojia na mawazo yanayolenga kubadili sekta ya kilimo katika eneo hili. Hii ni kutokana na uzalishaji mkubwa wa mchele na kilimo cha mboga. Agitech ni kitengo huru cha kuotesha mbegu kilichoko mkoa kati nchini Kenya, kinachootesha miche ya mboga, mimea ya kiasili, matunda na miti kwa wakulima wote wawe ni wakulima wakubwa wale wa kilimo cha wastani au wakulima wadogo. Kauli mbiu ya maonyesho ya mwaka 2024 ilikuwa matumizi ya teknolojia za kisasa katika kuongeza thamani ya kilimo kutoka kwa mbegu hadi soko. Hafla hiyo ya siku mbili ilifunguliwa rasmi na waziri wa kilimo Andrew Karanja.

Maonyesho yalikuwa na vipindi vya ushirikiano kujifunza na ubadilishanaji maarifa. Wakulima hmm, walipata fursa ya kujifunza na kutafuta taarifa na maarifa juu ya ubunifu unaoendelea katika sekta ya kilimo, mbinu sahihi za kilimo kwa kutumia teknolojia kama vile drones na zinginezo. Maonyesho ya kila mwaka yanalenga kuongeza uvumbuzi katika sekta ya kilimo ya Kenya kwa kuonyesha maendeleo ya teknolojia za kisasa zilizoundwa kubadilisha sekta ya kilimo nchini. Umma pia ulikuwa na fursa ya kuzuru vibanda vya maonyesho na mashamba ya maonyesho kujifunza na kugundua teknolojia za kisasa ili kuongeza dhamani ya kilimo. Maonyesho haya pia ni jukwaa ambapo vumbuzi mpya kutoka aina za mbegu hadi toleo la kisasa la kemikali za kilimo linaonyeshwa na watafiti, huku wakifafanulia wakulima faida za bidhaa hizo pamoja na utaratibu wa kutumia bidhaa hizo. Maonyesho ya Agitech mwaka 2024 ni ahadi ya kuendeleza maendeleo ya kilimo na kukuza ushirikiano.